elewe lakini kwa Muislamu neno Kaaba, ambapo tukiswali tunatakiwa tulielekee. Wewe ukiswali hapa unatakiwa uelekee Kaaba, dunia nzima wanaswali kuelekea Kaaba, mbele ya Al-Kaaba, msikiti wa Maka uapo kakibinuwa hala shekhe ni kanza kujibisana na huyo mtu eh, mimi ndugu zangu ndege yake ya kwanza ya kwanza nje mimi ndio nilompeleka kupitia Wasafi bet na sibo. Alinifuata akaniambia, bwana ndugu yangu, hebu niambie, tuna tunafanyaje tunaenda na nani na nani na nani na nani na nani, unashauri wakati huo. Imagine alikuwa akinitukana tukana bado, hiyo 2022 akasema na huyu tumchukue, stakwataja wengine, na huyu tuende naye sasa. Huyu nini? Nikaambia we kila siku anakutukana, kila siku anakutukana. Mimi nikaambia tuwaonyeshe uungwana wetu. Akapeleka ile idea, ah, akapingwa bahati tuko tukaa jirani zaidi mimi na Nasibu siku zile, ah, bado nilikuwa niko Masaki. Nikatoka akanipigia simu, bwana, jioni tukutane, tukua na kawaida jioni wenyewe